Serikali yetu inaongozwa na falsafa ya maridhiano, kustahamiliana, kubadilika na kujenga taifa letu. Falsafa hii ilikuja baada ya kuona taifa limegawanyika kulikosababishwa na tofauti zetu za kisiasa na kiitikadi. Falsafa hii ilikuja ili watu tutangulize utaifa na Utanzania kwanza kabla mengine yoyote. Kama nchi na taifa, tumefarijika kuona kwamba falsafa hii kwa kiasi kikubwa imeweza kuliunganisha taifa letu. Hata hivyo, tunapotekeleza falsafa ya 4R sio kuwa tumetupilia mbali sheria zetu za nchi au tumeruhusu utovu wa nidhamu utokee ndani ya nchi yetu la hasha. Sheria ziko pale pale, mila, desturi zetu ziko pale pale miongozo ya kufanya mikutano na mengine yote yako pale pale. Kwa hiyo R4 ni falsafa iliyokuja kuunganisha taifa na siyo inayoruhusu utovu wa nidhamu kwa baadhi ya watu. Hivyo basi, baada ya kazi nzuri hii iliyofanywa na falsafa hii ya kuliunganisha taifa letu, hatutavumilia vitendo vyovyote vya kuleta machafuko na mifarakano nchini. Hatutavumilia. Sasa ni vizuri tusisahau au wale wanaojiandaa na machafuko wasisahau mapito waliopita. Ni falsafa hii hii ndio imewapa ruhusa ya kurudi hapa nchini, tukafumbia macho mengine yote. Njoni tujenge taifa letu.